Habari yeah zenu. Huyu ni Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Hawa ni wale layers wetu jamani, pamoja na Koila, na yeah, na Koila layers leo wana wiki ya sita na siku kadhaa sasa. Yeah, nilikuwa nataka ni share na nyie kuhusiana na na ile suala la, la miharo dawa ya kutibu miharo pamoja na minyoo. Sasa dawa nzuri sana ambayo mi naitumiaga, ambayo inazuia miharo kama kuangua na harisha, na pia natibu minyoo, huwa nachukuaga tangawizi nachanganya na mkaa, unga wa mkaa. Huwa mi nanunuaga lile vumbi la mkaa gunia elfu saba kwa hiyo ninakuaga nalo kwa sababu mimi natumia dawa za asili kwa ile, kwa hiyo ile gunia nanunuaga nalihifadhi special kwa kutumia kwa kuwachanganyia kuku chakula kwenye mkaa na kwa kutumia dawa. kwa hiyo, kwa hiyo, wa, wa mkaa, kama hivyo. Kwa hiyo mimi ninachukua tangawizi pamoja na unga wa mkaa, nawapa kama wanaharisha, nitawapa kwa siku saba, tano mpaka saba kama wanaharisha au wana minyoo ila kama wao wako sawa, nataka tu niwazuie, ni na wa prevent labda, ili wasipate magonjwa, basi nitawapa kwa siku tatu. Hiyo huwa ni nzuri sana yani, ni nzuri sana mimi. Kuna, kuna kipindi kuku wangu wale wakubwa wa layers waliharisha. Unajua binadamu, mbona tuna, tuna macho yani, binadamu tuko tofauti. Kuna mtu mmoja alikuja shambani kwangu akaangalia kuku wangu akawafurahia, akawasikia kuku wangu walikuwa wazima. Asubuhi namka kuku wanaharisha vibaya mno, yani wameharisha vibaya mno. Mm, hawali ni wanahara tu yani, ee, sitasahau. Kwa hiyo nikawapa hiyo tangawizi kwa siku saba, wakarudi kwanza. Siku ya tatu tu wakaanza kula vizuri na wakaanza kutaga. Kwa hiyo hiyo, yeah, dawa ni nzuri sana na kwa kuku kama hii stage yao waliofikia, minyoo lazima watakuwa na vinyoo. Kwa hiyo, hiyo ni nzuri sana unaua minyoo pamoja na kutibu hilo swala la miharo, na kama tunavyojua kuku wetu broiler hawa, kuna na broiler pia wanaharishaja sana. Kwa hiyo, hiyo inakuwa ni nzuri sana ya, huwa ni ni nzuri sana kwa hiyo, hiyo ni dawa nzuri sana ya minyoo pamoja na pamoja na na na kuhara. Kama mnavyoona vifaranga wetu wanaendelea vizuri, ingawa na, kuna ambao wana mafua. Hiyo dawa mnaiona hapo ni mafua, hii hapa ni tangawizi walikuwa hawajaimalizia, pamoja na na mkaa. Kwa hiyo ile zile mbili kule ni dawa ya mafua. Kama tunavyojua dawa ya mafua ni kitunguu saumu, pilipili, tangawizi Mi nikaongeza na asali au molasses, huwa mi naongezaga pamoja na hiyo. Kwa hiyo ile ndio ninawapa, wanaanza hii dozi ya, ya mafua leo. Watakaa na hiyo dozi kwa siku, watakunywa kwa siku saba. Na huyu huyu kifaranga huyu huyu broiler huyu, naona yeye ame, ameshakuwa mkubwa ingawa hajakuwa vizuri kwa sababu alikuwa al al al anakula chakula cha layers, lakini naona amesha kuwa mkubwa na naisha au akifikisha wiki mbili, miezi miwili, yule boy ya wapenda. Jamani, msisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share. Subscription yako ndio support yako. Asanteni sana, nawapenda na Mungu awatambulie kwenye bye, -bye.